Ndugu zangu waandishi wa habari, Bwana Yesu wasifiwe, tumsifu Yesu Kristo, assalamu alaikum. Kwa majina, ninaitwa Simon Paul Ingilisho, ni mwenyekiti wa chama chama cha Makini katika mkoa wa Arusha. Aidha pia ni katibu wa vyama vilivyounda umoja katika mkoa wa Arusha, umoja wa ushirikiano wa kisiasa. Aidha, pia ni mgombea ubunge katika jimbo la Arusha Mjini. Niko mbele yenu hapa kulaani na kuwaeleza kuhusu baadhi ya vyama vya siasa na wanaharakati wanaofanya harakati zao kwa ajili ya kutaka kuchafua na kuvuruga amani ya nchi yetu kwa maslahi yao binafsi. Ndugu waandishi wa habari, vyama hivyo vimekuwa vikitumia matukio mbalimbali mbali kuchafua serikali ili kujipatia visingizio vya kutokushiriki uchaguzi mkuu kwa wananchi na kusingizia vyombo vya ulinzi na usalama kuhusika na matukio mbalimbali mbali yanayo onekana kuichafua taswira ya amani ya nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, mfano wa wanaharakati ni Maria Sarungi, makamu mwenyekiti wa Chadema taifa John Heche na ambao wamekuwa wakitumia mikakati mbalimbali ambayo inaonyesha kuichafua taswira ya nchi yetu, likiwemo tukio linalodaiwa kuchukuliwa kwa Humphrey Polepole. Linaonyesha kabisa kwamba tukio hili ni tukio la kutengenezwa. Ndugu waandishi wa habari, katika kudhihirisha mipango yao hiyo ovu kwa wanaharakati hao na wengine ambao wamo pamoja na hawavumi, sikilizeni hii klipu ambayo haina nia nzuri katika taswira ya amani yetu katika nchi yetu. Eh, nimejadiliana ni kirefu na timu, ndio tukaja na hii ya kwamba tukiuziwa woga tutaununua. The inafurahisha sana na kila hatua ambayo tumepiga. Sababu kila jambo linaenda kama tulivyolipanga, sasa inatakiwa kuongea na mapolepole akazie pale pale, ili kuteka hisia za wananchi na chuki zidi kuwa kubwa kwa Samia na watu wake. Na uzuri ni kwamba familia nzima wamefanya kazi nzuri sana, kama alivyotuahidi polepole jana. Polepole amefurahi sana kuona mipango inaenda vizuri kama ilivyopangwa, na muda ukifika atajitokeza kwa mtindo ule ule tulio uandasi. Tumeshauza agenda yetu kwa wananchi, imepokelewa vizuri sana. Sasa kaka yake ameongelea nchi ya tifu, naona imeanza kuwaumiza vita sana polisi. na huo ndio na huo mda wataangaika sana. Sisi tunapata muda wa kuendelea kuwatenganisha wananchi na serikali na vyombo vyote vya habari kama BBC na Didavi wote up wapo upande wetu, na sisi ili kufanikisha jambo letu lazima tuendelee na kazi. Sikiliza hii kilipu vizuri tu utagundua kwamba walishajipanga ili kusudi kuwaondoa wananchi wasiende kuwasikiliza wagombea wanaonadi sera zao, na nina uchungu sana kwa sababu nimekuja kwenu waandishi wa habari kulisemea hili swala, kwamba kwa kweli sasa hivi tunahitaji kuiunda serikali na lazima wananchi wapate nafasi ya kwenda kwenye majukwaa ya wanasiasa wawasikilize. Ndugu zangu, tuache kupotosha watu katika kuwatoa kwenye malengo ya kwenda kutatua maisha yao. Haya mambo mengine ya kutengenezwa, mimi nadhani kama mnasikiliza hii klipo vizuri, mtaniambia kwamba kwa wakati huu sio wakati wa blabla bla za kusikiliza matukio ya kutengenezwa kwa niaba ya chama cha Makini. Ndugu waandishi wa habari, ninaomba wananchi wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe 29 mwezi wa kumi 2025 wakapige kura. Mimi Simon Paul Nglisho, mgombea ubunge wa jimbo la Arusha mjini, mkanipigie kura lakini Rais Costa Kibonde wa chama cha Makini mkampigie kura lakini pia mkachague na madiwani wa chama cha Makini ili tuende kuunda serikali tukafanye kazi ya kuendeleza amani. Kwa hiyo nataka niwaambie Tanzania ni moja na hakuna nyingine. Kwa hiyo tuilinde na tuitetee amani ya nchi yetu tukishirikiana na vyombo vyetu vyote vya ulinzi na yeyote atakaye thubutu kuharibu amani yetu kipindi cha uchaguzi mkuu, basi tunaomba jeshi letu la polisi likawashughulikie kuhakikisha kwamba hawa watu hawa hawapewi nafasi ya kuvuruga amani. Kwa hiyo wananchi wote, jitokezeni siku ya Oktoba tarehe ishirini 9225 kwenda kupiga kura. Kupiga kura ni haki yako, timiza haki yako, piga kura, chagua raisi, chagua wabunge, chagua madiwani. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwa wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka. Msomi News.